Karibu Kishai TV, tuzungumze mambo mengi ya kimichezo na burudani. Jina langu ni Jeni Kishai na aliye nyuma ya kamera ni Pido Montana, na leo Kishai TV tumekuja kuzungumza na semaji la awali nazi si mwingine ni Hussein Diego Mchomvu. Tunazungumzana hapa msemaji wa Wana Mangush, Coastal Union kutoka kule Tanga. Atuambie mambo mengi ambayo yanaendelea ikiwa sasa hivi kuna eh, mapumziko ya kalenda ya FIFA. Bwana Diego inakuaje? Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Salamu kwa sawa. Niko sawa sawa. Hivi hivi kule kwetu kwenu pia eh, kwetu pia kwa, kwa sababu gani? Anaona unakuja kuja, kuja. Eh, nikikuangalia yani sababu nakufahamu muda mrefu mm -hmm. Kwa nikikumbuka mahadhi yako nakuja kama mtu wa Tanga unakataa hivi, ah! Japo najua zenji nyumbani mm -hmm. Um, inaingia Tanga inatoka umo nimo sana ah. He, kwa msisi waendeni Tanga uziguani huko. Uhakika. Uhakika. Semaji la wali nazi. Limeisha hilo. Mpaka sasa hivi nazinga. Sasa hivi. Tunataka, unajua sisi tumemleta Mohammed Muya mwanazuoni mm -hmm. mm -hmm tunataka ile mchele ukuwa robo nazi ishirini na sita tunaongeza kidogo, mchele unakuwa nusu alafu nazi zifike tisini. Robo nazi ishirini na sita nusu nazi tisini piga mbali sana zaidi ya mara tatu, itakuwa ubobo unukie ule. Kama ni hapa Kinondoni unafungua hotpoti mpaka Tabata wasikie harufu ya ubwabwa huo, ndio mpira tunakuja kucheza sisi e. E, tamba sana, wana mangushi wakae jeni, tunastahili Mm -hmm. Kwa sababu mm -hmm. nafikiri, ngoja ni, nijielezee mwenyewe labda unielewe mm -hmm. kwa nini mimi natamba mm -hmm. na timu yangu msimu huu dirisha la usajili, mimi sioni ambaye amenizidi kwenye usajili. Diego, acha bwana, mbona kama hivyo sasa. Sinakuambia ili kwamba wewe kwenye timu kumi na sita zote zinazoshiriki ligi kuu vibaya mno jeni, unaona hata mmoja sijaona, nimesajili vibaya mno na sisi tumefanya usajili, lengo turudi kwenye nafasi zile nne za juu. Tukasema msimu wa mwaka juzi juzi tulivyomaliza nafasi nne za juu. Sasa ubaya zaidi wa mpira ni kwamba unaweza kusajili wachezaji wazuri lakini kama mwalimu sio mzuri utoboi. mm. Kwa wale wachezaji wazuri, kipaji cha mtu mmoja mmoja inahitaji mwalimu aweke teamwork pale ndio sasa tupoachana na Ali Hamir, tumekaa chini kumtafuta mwanazuoni Mohammed Muya. Kwa nini mwanazuoni? Mwanazuoni kwanza, nikutafsirie hili neno kwanza mm. Mwanazuoni ni, ni mtu ambaye ana elimu ya kina na taaluma husika, lakini pia wanazuoni wanatumika kutatua changamoto za kitaaluma kwenye jambo wanalifanyia kazi, si umeelewa, eh? Kuna wanazuoni uh, madaktari, kuna wanazuoni walimu, kuna wanazuoni watu wa dini eh, kwa Waislamu na Kristo. Kwenye mpira, kwenye taaluma ya ukocha, Mohammed Muya ndio mwanazuoni nchi. Kwa makocha wengine wote sijaona mtu mwenye taaluma, kwa sababu Mohammed Muya anatumika kutatua changamoto za kimpira kitaaluma mm -hmm. elimu yake ni kubwa sana ya football na uzoefu wa kutosha. Tunataka huyu mtu aje kutengenezea timu yetu mm -hmm. Tukaona huyu sasa, tunamheshimishaje kuangalia CV yake, kuangalia taaluma aliyonayo ilivyoshiba huyu ni mwanazuoni <laughs> eh. Kwa ni mapema sana ujua, watu wanaanza kujiuliza kwa nini wamemwamini mapema yote, ingawa watu wanajua na uwezo mkubwa unajua kufanya mabadiliko ya taasisi au kuboresha jambo mm -hmm. Kwenye timu hakuhitaji mpaka jua liwe kali au giza litande, na mkumbuke yetu tunataka tubadilishe kitu sisi mm -hmm. Tumeamua kutafuta mwalimu mapema kwa kukiwa kumekucha mm -hmm. Kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi kumleta mwalimu mpya ili tuwe na msimu mzuri wa ligi ya NBC. Mimi ni kuhakikishia jambo moja mm -hmm. Eh, sisi tuna deni moja kwa mashabiki wetu, wanataka furaha. Msimu tuna mechi hizi tatu tumecheza. Mm. Tumeshinda ya kwanza, tumepoteza ya pili, tumepoteza ya tatu. Kwa haraka haraka, kwa kufanya estimation mechi tatu hizi, takwimu zetu si nzuri. Na alama tatu tu tatu, ah, tatu tu kwa mechi tatu. Sahihi. Kitu ambacho sisi hatuwezi kukubaliana nacho tunachokifanya sasa ni kumleta huyu mwanazuoni, mm -hmm. Tumempa timu tunataka tukabounce back kwa Mtibwa Mtibwa shuga hii, Mtibwa shuga hii, hey, hii ambao bado ile wananukia wana wana udaraja la kwanza kwa sababu wao wanatoka championship wao ndugu. Sumbua sana kule au kwa ligi kuu au kwa premier, wameongezeka watu, ha, <laughs> Wame watu unajua? No. Kuna wachezaji okay, wameenda kwa mkopo pale, wametoka timu kubwa, wametoka Singida Black Stars. Oh, mkopo yeah. Sisi no, tunawak tumewanunua tunawamiliki sisi. Mimi na kiungo anaitwa ya Mduni Fini yule naitwa helifin amduni finiwe kwenu Zanzibar, unamjua? Tunamuona, tunamuona mauzini, tunashika vichwa hivi sio. <tutu> Diego, hapana Diego kama hivyo bana. Ukija Tanga siku moja nitakupa nafasi mm. au hata tukija da tutafanya namna waandishi, mwepo mazoezini kabla ya mechi. Nafikiri taratibu wa kawaida huo. Eh, kabla ya mechi media zitakuwepo. Nafikiri labda mtaona maajabu yule kijana. Anafanyaje? Ana balafu na zile nywele zake, kuna muda kituli zamani akuja kama dinyo akifanya hivi. Ananichanganya yule ujue. <laughs> <laughs> Ah, nachanganya sasa. Anakuja kama dinyo. Kama dinyo nikimuona <laughs> sio na dinyo, kabisa kaucho huyo. <laughs> Mtoto, wajua mpira gusa. Kama softi kama hadi gusa. Nikawaambia watu mimi sioni kiungo anamzidi Fini nchi hii. Sioni namba kumi, sioni Feitoto bado. Kwa Fini bado bado kabisa. Alafu na hoja ninazo, uyo Mtenji alisema kwamba viungo wazawa mchi wako wawili tu, anaanza fea, afu anafuata yeye, mtenja Albano, afu mtenja alikidimua sana Coastal Union pale. Mtenja sio mtume, mm -hmm. Kwamba akisema yeye lazima iandikwe na huyu mkundu, kwamba yeye FTK, mtenja sio mtume <laughs> ni mchezaji tu tena wa kawaida. Kwa nini nakwambia fini? Unafikiri nafikiri, mm -hmm. e, wengi watakuwa waniamini mm -hmm. lakini muda ukifika utazungumza jeni. Ule mtoso wa kwanza ni namba 10 ambaye anajua kukaba, anashambulia kwa wakati huu Mm. Anaweza akachukua mali akaja kwenye box pale, anainua macho kama bundi hivi, anaangalia eneo pa kama bundi, yani kama yani kama vile refa akasimamisha saa, kama vile muda umesimama, anainua macho anachungulia, anaweka pale, anatafuta shimo, anainua kipa kaba, anaweka mwenyewe Fini ya mduni. Kwa hiyo tukikwekea hapa Fini, mm. tukimweka Fei, unaondoka Fini ya mduni mm. oh. Fei ana kitu gani cha kujifunza kwa Fini? Nafikiri amwangalie na, na, na, na tukiongea kimpira wale tutakuwa wanafahamiana sababu wote si wa Zanzibar. Eh, wanafahamiana vizuri sana. Babu ili tutakuwa wanafahamiana sababu wametoka sehemu moja. Mm-hmm. Nafikiri Feitoto atenge muda wake amuangalie Fini. Eh, achukue muda tukicheza na mtibu amuangalie yule kijana, kuna vingi anajifunza. Kwa sababu kwanza unajua sasa yule katoka Oman unajua. Mm-hmm. Eh, kwa na ile soft touch ya Kiarabu ile. Ile ule umagician fulani wa Kiarabu ule anao ule wa Kiulaya ulaya ule anao Mishuti ambali hapa na bunyokwa hapa na tulipo, ah, Kinondoni Dodoma Jiji walitufunga lakini kazi waliona, walitufunga lakini kazi waliona, mefungwa lakini kwa mbinde wamefanikiwa lakini? Wambinde kwa kwa tabu. Yani sana, tabufambaa <laughs> sana yani wameshinda lakini <laughs> anasema usinene ukamala, usiongee ukamaliza maneno, alafu kesho tukakuuliza, ukasema oh, nazi zilipungua, sijui vifundo vilikuwa vimejaa sana. Ndio watu niliwaambia, huo linakata pia tu huo linakatika, ile safari alikatiki ile hata ukamulie limao ile uweke na tangawizi ilo kama lipia. Hapo mmemzungumzia health ni peke yake Wachezaji gani wengine ambao wanakupa jeuri akuongeani kutamba kwelikweli? Kikosi changu mi, mm nina -hmm. Makambo mbele mm -hmm. sawa, so, eh? Athmani Makambo alikuwa Ujerumani msimu uliopita. mm -hmm. karudi kaja Kosti mm -hmm. eh, mm -hmm. mm -hmm. Athmani Makambo, nina Adam Salamba <laughs> unamjua Kwenye mechi tatu za mwanzo zote hajacheza Adam Salamba. Yupo kwa Star Union. Nina Clover Sim mzima lakini, mzima wa afya. Hata ukiangalia mapicha zetu mazoezini, yumo ana train kabisa. Nina Clover Sim kandala Magician, namba nane fulani hivi ya kiwango cha lami anapiga anachezesha anacheza anatoka, kama winga anakuja, kama namba nane. Nafikiri unamjua Clofas, nchi hii hamna mtu asiojua kuhusu uwezo wa Clofas. Mkandavu mzuri e, anajulikana katikati ya kiwanja. Najua Geoffrey Manyasi, experience player deep six, yenye akili kubwa kubwa, anacheza achafuki huyo. Namba sita achafuki, Geoffrey Manyasi, kila kikaba clean So namba sita unaingia ovunguni, lazima uinue watu, utoke mchafu na kata watu, ucheze rafu so Manyasi. Unajua hapo wengi wa namba sita wanagongana na mpira kwa boxing. Lazima ugongane, wewe unaona ligi. Namba sita yupi ambaye unaona kweli, yani anacheza rafu kweli yani? Unaweza kusema wewe, heshimu vipaji vya watu, ndio utaanza maneno kwa Kiswahili hapa. Lakini unasema kuhusu Faye, hasa watu watasema kwamba, umeambiwa kwanza nikukumbushe, kabla tujafika mbali uh, Babu Zaka za kazi mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam, hmm. FC mzee wako hmm. alisema kwamba Fei hajawahi kukosea, yani akiwa uwanjani ukiona kwamba Fei amekosea basi jua uwanja mbovu au mpira mbovu. Sawa, nimemsikia kwao. Ratiba ya ligi kuu chamazi, tunaenda sisi, tutakuonyesha hmm. makosa yake

Geoffrey uh, yeah, si. Manyasi Deep Six yenye akili kubwa kama nyumba lakini usisahau kuna mtu anaitwa, anaitwa Grayson Gwalala, Triple G yuko Coast bado. Mm. Nina Kiala Lasa, Congolese International namba sita fulani hivi najua sana kupiga pasi hiyo. Mm. Ana rasta fulani hivi mkongomani yule anajua sana mpira. Unajua sasa mimi wachezaji wangu, mm. Wana viwango, siwezi kufananisha na chemka. Yaani niseme nafananisha na mtu nashindwa, mm -hmm. Ama labda niende Ulaya huko kimataifa ndio nitaweza kufananisha, eh. Hapa hamna. Sioni hasa nafanana nani, nitawakosea, si heshima kweli. Christopher Oruchumbeki nyumba yule, nafikiri unamjua wewe. Mrefu yule kama nguzo ya umeme akifanya hivi. Aruki anafanya hivi tu. Akidimua sana pamba jiji na Mungu, eh, pamba pia akacheza, akaondoka, eh, pamba ameshindwa kukaa, na lulu tumechukua sisi. Nina uviedo pembeni fit sana Aidan. Kupanda na kushuka, anapigia krosi, anagonga, anakaba pacha nyingine na pacha nyingine na Orchum. Kuna Mzanzibari pale anaitwa Seleman Sale Sale. Selemani. Azam TV kuna kitu kimoja kwetu sisi wanakikosea sana. Kitu gani? Tusiki baya. Mm mechi yetu ikiisha dakika tisini na wao sana kufunga matangazo pale. Mm. <laughs> tukio hawalipati yule selemani sisi paka awa ashikwe ndo amalize mechi yaani refa akipiga dakika tisini, pia selemani ajui hujasikia, anafanyaje wakati huo? Kaba tu bado. Sasa namkabana, nina mechi ishaisha, si mwili unaita energy, kwani inabidi akimbiliwe. Si kapteni wetu anaitwa Bakari Msimu. Nitakupa story za kapteni. Kapteni ameshaagizwa kabisa, dakika tisini ikifika, refa akipuliza kamshike selemani basi basi, e, wanasubira ah kidogo wafikiri watu waone yule kijana jinsi alivyo, alivyo na energy ya kucheza

Ule mtoto unakuwa, unatulia hapo, msemaji unamwangalia mchezaji wako, balabala kabisa, beki anakabadi mazoezini akiwa benchi na <laughs> wangu Bakari Msimu, winga Bakari, nafikiri rekodi ziweke sawa, nawaambia sana watu hapa, inawezekana ikawa ndio nahodha mdogo zaidi kuwahi kutokea ligi kuu NBC kiumri, Kiumri. Mm -hmm. ana miaka 20 kapandishwa senior team msimu juzi akitoka under 20, na ukicheza under 20 ni miaka 20 ni kushuka chini kwa mantiki hiyo alipanda senior team kabla hajavuka miaka 20, kwa sababu alikuwa under 20 msimu uliopita. Ndo kaanza kucheza rasmi kama regular starter kwenye kikosi cha kwanza cha Coast, team kubwa. Msimu huu kachaguliwa kwa kapteni na wachezaji wenzake, ana miaka 20. Wachezaji wenzake wakasema huyu ndo apewe kapteni, huyu kitambaa, anaweza kutuongoza. Ni zao la Coast under 20, kapanda timu kubwa, yaani kakulia Tanga, kazaliwa Tanga, zao la Coast, anachezea Coast senior team. Bakari Msimu na ndio nahodha. Kwa rekodi ziwekwe sawa inawezekana ndio nahodha mdogo zaidi huenda kwa sasa ligi kuu au kuwahi kutokea Tanzania. Diego unajua unavotamba kama umeshinda mechi zote tatu unajua kumbe una alama zako tatu tu mechi moja tu. Kwamba mimi siogopi. Mwendo wa mbili mbili umepigwa. Kweli umepigwa mbili mbili lakini sasa siogopi. Siogopi kwa sababu mimi timu ninayo kuna kitu kidogo tunakitafuta kuna kapati fulani nitaka tukabinye ambacho hicho kapati nimekuja nacho mwanazuoni kwa kale kabonyeza kidogo tukale mwanazuoni kidogo kavi. Sisi tumejipata yenyewe. Sisi Coastal Union tumejipata. Hivi tunavyozungumza, Mkwakwani pale panakuwa tindiga. Siyo, unafahamu Tindiga? Mm -hmm. Tindiga ni ile rizi flani ya tope hivi. Kama unaona hata kwenye movie. Kama vile ukipita kama vile panapitika. Lakini unazama taratibu kama wa moyo tope hivi. Na ndio utokio, ndio asalamu hiyo ujue hiyo. Mm -hmm hiyo ndo ntole kwa tunaondoka mkwa kwani, ah, yeah. Kama tindiga hiyo amna amna, daa s mtu kachukua chache sana tatu. Tumeanza msimu vibaya, kwanza msimu kwa kupoteza michezo miwili, sio mwanzo mzuri kimpira, wala haipingiki. Lakini sasa sisi ni mabingwa ku bounce back kwa matatizo yetu, sisi ndio mabingwa wa jambo hilo

zimewasaidia yeah. So, yeah, so jukumu moja yani, makipa wawili. Kwa hiyo kuna kipa pale, kalabeki pale. Kama ajala beki hata, yeah, winga pale acheze. Wewe wana watu ambao walikuwa wako juu, sasa hivi kila kitu kiko vizuri mambo mm. Sasa ngoja mi nitawapa mwaliko kisha ITV mje Tanga mechi ah mapema. Eh, mje Tanga hey, muenjoy. <laughs> ile mchele robo nazi ishirini na sita tume upgrade sasa hivi mchele nusu nazi tisini. Na usitukimbie. Siwezi kukimbia. Nzuri, mimi mbio ninazo. Siwezi kukimbia sana. Unapoenda ni huko nyuma. Yaani, nacheza mkokwani nikimkimbi fountain, mimi mkokwani nampigia mpira yule, Allahu Akbar. Sinikwambia je, pasi nyingi magoli taondoka wana kosta chao kile, wanamwacha mchezaji pale, wameliacha wewe jamani, wewe mchezaji anakimbilia kosta wana pale uwanjani pale, wale wanatoka uwanjani wale, hawakumbuki kuhesabiana jamani, mlipokaa, si unajua mwangalie mwenzako yupo nani, nani kaachwa, wanasahau hiyo. Wasija akamwache Sambuzi uwanjani pale nasikilizia. Majivuno yako yaendane na yaendane na kipato chako juu. Kipato ninacho kwenye benchi, nina mwana zuoni mimi, naogopa nini? Sisi mchezaji akishindwa kufunga kipa chake utakufunga mfumo. Ni kwamba mchezaji akishindwa kufunga kwa kipaji chake utakufunga kipaji na mfumo unafunga na watu hivi kipaji cha mchezaji na mfumo ko, chagua wewe sasa, utakae ngoi ipi hapo eh?